Machoni pa wana wa Israeli, kwa maana hawakwenda sawasawa na jinsi Samuel alivyowaelekeza. Wenyewe wakaenda kwa njia zao, lakini haikuwa ni muda sahihi wa wana wa Israeli kuomba wasimamishiwe nani mfalme. Haleluya! Mungu alihitaji aendelee kuona taifa teule likiongozwa kikanuni za kimungu, kwa maana kanuni za kinabii. Haleluya! Zile sheria ambazo Mungu alimpa Musa ndizo alizotaka kuona zikiendelea kutumika kwa wana wa Israeli, tena zikitoka katika vinywa vya makuhani na manabii. Lakini baada sasa ya wana wa Israeli kumfosi Samuel ili awachagulie mfalme, Mungu akatoa ruhusa, akasema uwasikilize kwa kila neno kwa maana Mungu ana upendo wa ajabu uliopitiliza. Akaona ili asiwasononeshe watu wake aliowachagua, ni bora awasikilize wanachofanyaje, wanachokitaka. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya, haleluya. Mungu anamwambia sasa, wasikilize kwa kila neno, uwatafutie mfalme, lakini uwaeleze kabisa atakayowafanyia huyu mfalme uwaeleze desturi ya mfalme. Kwa hiyo, hapa tunaona anakwenda kutafutwa mfalme kwa mara ya kwanza aliyepakwa mafuta na Mungu mwenyewe. Biblia inaniambia kwamba Farao alisimamishwa kwa, kwa kupakwa mafuta na Mungu Haleluya. Biblia haisemi kwamba kuna wafalme kabla ya Sauli walishawahi kupakwa mafuta na nani? Na Mungu lakini kwa agizo la watu wa Mungu mfalme wa kwanza anapakwa mafuta na Mungu mwenyewe. Sasa hapa ndipo tunapoelekea kwenye mada haleluya, kwa maana ya kwamba sasa hivi Ukristo ulishaenea duniani pote, kuna Ukristo kwa maana sasa sisi ndio taifa teule la Mungu pekee. Haleluya, kwa maana na sisi tuko chini ya mamlaka ya wafalme wa dunia hii wewe Kristo upo chini ya mamlaka ya wafalme wa dunia hii ambao tayari hawa wafalme wanayo mafuta kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Baada ya Sauli kupakwa mafuta na kuongoza taifa teule, kwa hiyo moja kwa moja Mungu anaendelea kusema na manabii, lakini hawa manabii anaposema nao, nabii haendi tena kwa wana wa Israeli kufikisha ujumbe moja kwa moja bali nabii anakwenda kwa uongozi au kwa mfalme, anakwenda kusema ujumbe uliotoka kwa Mungu ili mfalme afikishe ujumbe kwa watu wake. Haleluya, haleluya. Hapo kwanza Mungu alisema na nabii na nabii akafikisha ujumbe kwa wana wa Israeli pasipo kupitia uongozi wowote, lakini sasa Mungu anasema na nabii, nabii anaupeleka kwa mfalme, mfalme mfalme anaupeleka kwa maana tayari kuna mgawanyo wa mamlaka haleluya, haleluya. Kuna mgawanyo wa nini? Wa mamlaka. Yako mamlaka ya kimungu na yako mamlaka ya kimwanadamu. Mamlaka ya kimwanadamu ndo ule ufalme ambao tayari waliuomba ukachaguliwa, kwa maana huu ufalme utawaongoza wana wa Israeli kwa mfumo wa kimwanadamu, lakini ufalme wa Mungu ukabaki pale pale, ataendelea kuongoza kwa ufalme wa Kimungu. Haleluya! Wana wa Israeli wakasimamishiwa mfalme, na mfalme wa kwanza aliitwa Sauli. Sauli akapakwa mafuta kwa ajili ya kuongoza taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe! Na hicho ndicho chanzo cha ufalme unaotambulika mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kwa maana kabla ya hapo wafalme wengine, Mungu hakuwahesabu kama ni wafalme, japo wao walijipa ufalme ya kuwatawala watu wengine, walihesabika kama ni watu wanaopingana na Mungu, kwa maana hawakwenda sawa sawa na Mungu, waliabudu miungu mingine, walitumikia miungu yao. Ndio maana hata unavyoona wakati wana wa Israeli wako utumwani, wanatumikia kwa Farao, walifosiwa au walilazimishwa kutumikia miungu ya Farao. Aleluya! walilazimishwa kutumikia miungu ya mfalme Farao, yani miungu ya Wamisi ambayo haikuwa ni miungu ambayo Mungu anaye. Yani, ilikuwa ni miungu tofauti na Mungu anayepaswa kufanyaje, kuabudiwa kuheshimu na kutii mamlaka iliyowekwa duniani kwako wewe Mkristo. Haleluya! wewe ukiwa Mkristo uelewe kabisa mfalme aliyosimamishwa katika nchi yako au rais aliyosimamishwa katika nchi yako, wewe Mkristo umehusika kwa kiasi kikubwa kumdai huyu mfalme asimamie nchi wao bado wanahesabu ni mfalme, wanaita neno mfalme, sisi tunaita neno rais. Kwa maana hata rais anayetuongoza ambaye yuko madarakani, wewe mkristo umechangia kwa kiasi kikubwa kumuomba. Haleluya! Sasa unapoona machafuko ya nchi au unapoona vibaya yanatendeka ndani ya rais huyo, wewe wako, sema amina, ubarikiwe. Amen. Haupaswi wala haitakiwi, yaani ukimsema vibaya, kwa maana umekwenda nje na agizo la Mungu kwa maana huyo rahisi tayari wamepakwa mafuta na Mungu mwenyewe kwa sababu nchi kichafuka, wewe Mkristo hauwezi kuja ibadani kuabudu wakati nchi imechafuka, na Mungu anachotaka ni kuabudiwa. Na ndio maana Mungu aliyaona haya akasema, wamenikataa, wanahitaji waabudu miungu mingine, kama mwanzo walivyonikataa. Unakumbuka wakati Musa akaenda mlimani kuomba wakaibuka mamlaka inayokuongoza kwa maana wewe umepewa mamlaka zaidi ya waliopakwa mafuta ya kuongoza nchi. Haleluya! tutaona huku mbele kidogo, mamlaka ulionayo Mkristo yoyote ni mfalme katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Haleluya! ni mfalme katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe unapotembea ujijue kabisa, unayo mamlaka katika ulimwengu wa roho na unayo mamlaka ya kumwombea kiongozi wako ili aongoze vema. Hata kama ni mjumbe wa nyumba kumi, na wewe umeokolewa, haupaswi kumsema vibaya, hata kama anaenda vibaya. Vinginevyo, kama una ujasiri, mfate kamuelekeze, uwe na maelekezo kutoka kwa Mungu, usende kwa akili zako za kimwanadamu. Haleluya! Kuna watu waliosubutu, wengine ni viongozi wakubwa, wengine sio viongozi, ni watumishi wa Mungu walio waliochaguliwa kuongoza kundi la Mungu, wamesubutu kuwasema vibaya viongozi wa nchi. Tunaona misukosuko iliyowakuta hatimaye hata ibada hazifanyiki. Kwa nini? Wamekwenda kinyume na agizo la Mungu. Sio kanuni za Mungu kukuacha Mkristo ukamseme vibaya rais. Ukisoma huku utaona kuna mahali Sauli alienda kinyume na agizo la Mungu, lakini Samueli au wana wa Israeli hawakunyanyua mdomo kwenda kumsema vibaya Sauli, bali Sauli aliingia magotini na kumlilia nani? Mungu juu ya Sauli. Samweli akaingia magotini na kuanza kuomba ili Mungu ato, aweke rehema zake juu ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwa sababu tayari huyu Sauli alikuwa Mungu ameshamkataa. Ndio unapata ule ujumbe ambao Mungu alimwambia Sauli, akamwambia utamlilia, alimwambia Samweli Utamilia Sauli hata lini, ikiwa mimi nimemkataa? Kwa hili ilikuwa ni swala la Samuel sasa na Mungu. Baada ya kuona Sauli amefanya vibaya, baada ya kuona Sauli amekwenda nje na maagizo ya kimungu, taifa linaanza kutetereka. Sa Mungu anamtuma Samuel, anamwambia, kamwambie Sauli mimi nimemkataa. Samuel anaingia magotini kumuomba Mungu Mungu

Haleluya, haleluya! Kwa maana vita vyetu sisi siyo vya damu na nyama. Ni ajabu kukukuta Mkristo, na leo umeshikilia mabango barabarani unaandamana, kwa maana haujui nafasi yako mbele za Mungu. Haleluya, nimeleta ujumbe kidogo. Najua Wakristo usaidi tumelegea. Utabarikiwa, utainuliwa, lakini kubarikiwa zipo kanuni. Haleluya sema vibaya mjumbe wa nyumba kumi, kumbe ushapishana na baraka zako ko. Ni lazima utambue neno la Mungu ni hai na linaishi. Anaposema heshimuni mamlaka iliyowekwa duniani, kaanzia mjumbe wa nyumba kumi mpaka ngazi ya juu, kaanzia ngazi ya mzazi mpaka mababu, kwa maana hata mzazi anayo mamlaka aliyopewa juu ya familia ako mamlaka mume aliyopewa juu ya mke. Ukishindwa kuyazingatia na kuyaheshimu, kwa maana umeshapishana na baraka za Mungu. Haleluya!